Wapiganaji wa kundi la waasi la ADF lenye mafungamano na kundi la kigaidi linalojiita dola la kiislamu is wamekishambulia kijiji kimoja mashariki mwa Kongo na kusababisha mauaji ya watu 9 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Kando na hayo, waasi wa M23 wameendelea kuzishambulia hospitali na miundombinu mingine katika vita vyake inavyoviendeleza na wanajeshi wa serikali ya Kongo. Amina Abubakar anao mkusanyiko wa taarifa zaidi. Siku ya Jumamosi, kundi la ADF lilikishambulia kijiji cha Ngohi Vuyinga katika eneo la Lubero, jimbo la Kivu Kaskazini. Watu tisa waliuawa na wengine wengi walipoteza makazi yao baada ya nyumba zao kuchomwa moto, hii ikiwa ni kulingana na Samuel Kageni, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia katika kijiji hicho. Kageni alisema ADF iliwashambulia wakazi hao kwa mapanga na marungu wakati walipokuwa mashambani mwao, huku akisisitiza kuwa idadi ya waliouawa huenda ikapanda kufuatia watu wengi kutojulikana walipo Eni Eneo la mashariki mwa Kongo linapitia miongo kadhaa ya ghasia za makundi yenye silaha. Zaidi ya vikundi 120 vinapigania ushawishi, ardhi na rasilimali muhimu za madini. Miongoni mwa makundi hayo ni M23 wanaungwa mkono na Rwanda, ambao hivi karibuni waliiteka miji miwili ya Goma na Bukavu. Ghasia nchini humo zimesababisha karibu watu milioni saba kuyakimbia makazi yao na kuifanya hali hiyo kuwa moja ya migogoro mibaya ya kibinadamu kuwahi kushuhudiwa. Wakazi wa kijiji cha Ngohi Vuyinga wamesema mashambulizi ya waasi yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za Kongo yanawapa wasiwasi wa usalama wao, huku akiishutumu serikali kwa kutochukua hatua za kutosha kuwalinda kutokana na ghasia hizo. Huku haya yakiarifiwa, shirika la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada ya kiutu OCHA limesema mashambulizi mengine yanayofanywa na waasi wa M23 yamelenga wa mahospitali na, ya ma na miundo mbinu ya raia mashariki mwa Kongo. Shirika hilo limesema kati ya Machi mosi na Machi tatu hospitali kadhaa zililengwa katika vita vya Kongo vinavyozidi kupamba moto hali inayolazimisha baadhi ya hospitali na shule kufungwa. Hali inavyozidi kuwa mbaya, serikali ya Kongo nayo inaendelea kutoa lawama za moja kwa moja kwa jirani yake Rwanda inayoamini inawaunga mkono waasi wa, wa M23 walioteka eneo lililo na utajiri mkubwa wa madini nchini Kongo. Hata hivyo, Rwanda imeendelea kukanusha hilo ikisema nayo pia inakabiliwa na vitisho vya usalama kutoka kwa kundi la waasi wanaopigana nchini Kongo. Siku ya Jumapili, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema tayari kuwa na makubaliano ya uchimbaji madini na Congo baada ya seneta mmoja wa DRC kuwasiliana na Marekani kutaka makubaliano hayo yafanyike ili Congo ipate makubaliano ya kiusalama kutoka kwa Marekani. Congo ina utajiri mkubwa wa madini ya cobalt, lithium na urani.